Naye mfalme wa Misri akaota ndoto ya ajabu. Aliona katika ndoto ng'ombe saba wanene, na hawa ng'ombe saba wanene wanaliwa na ng'ombe wengine saba waliokonda mno, na akaona pia mashuke saba mabichi na mengine makavu. Yule mfalme akastajabu sana kutokana na ndoto hii ya ajabu, na akawauliza washauri wake kuhusu tafsiri ya ndoto hii. Wakasema hii si kitu chochote, mtu akilala huona mambo mengi yasiyo na uhakika. Lakini yule mtengenezaji pombe akasema hapana, mimi nitakueleza tafsiri ya ndoto hii. Yule mtu akaenda kule gerezani kwa Yusuf na akamuuliza kuhusu tafsiri ya ndoto hii ya mfalme. Yusuf alikuwa ni kijana karimu mwenye mapenzi kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu. Basi akamueleza tafsiri ya ndoto ile, akasema: mtalima na kuvuna miaka saba, wacheni yale mtakayoyavuna katika mashuke yake, yaani muweke akiba, isipokuwa machache mtakayokula. Na baada ya hapo patatokea ukame, mwaka mmoja mtakula kile mlichokihifadhi kihifadhi, isipokuwa kidogo tu mtabakisha ukame utaendelea kwa miaka saba na baada ya hapo mtapata nusura na watu watapata ardhi nzuri. Yule mtengenezaji pombe akarudi kwa mfalme, akamweleza kama alivyosema Yusuf. Baada ya mfalme kusikia tafsiri ya ndoto yake na mipango iliyopendekezwa, alifurahi sana, akasema ni nani aliyetafsiri tafsiri Aidha, mfalme alisema ni mtu gani huyu aliye karimu ambaye ametunasihi na kutufahamisha namna ya kufanya? Akasema yule mtengeneza kipombe, mtu huyu ni Yusuf. Mfalme alisema nileteni, nisadikishe kwa nafsi yangu. Mjumbe wa mfalme alipokuja kwa Yusuf akamwambia mfalme anakuita. Yusuf hakuridhia atoke gerezani hivi hivi tu watu wapate kusema huyu hapa Yusuf, huyu jana alikuwa gerezani. Kweli yeye alimfanyia hiana yule mtu mwenye haki yule. Alikuwa na moyo hujiamulia mambo yake ya mwenyewe, alikuwa na akili sana a, alikuwa hodari. Lakini Yusuf hakukimbilia wala hakuharakiza, bali alimwambia yule mjumbe wa mfalme mimi ninataka upelelezi, mimi ninataka upelelezi, ninataka uchunguzi kuhusu kesi yangu. Akatambua mfalme pamoja na watu wote kuwa Yusuf hakuwa mkosa. Yusuf akatolewa gerezani akiwa hana hatia na akakirimiwa na mfalme. Yusuf alitambua kuwa uaminifu ni mchache katika watu wale. Alikuwa akijua kuwa hiana imezidi mno kati ya watu wale. Alikuwa akiwaona wanavyofanya hiana katika mali za mwenyezi Mungu, akijua kuwa katika ardhi kuna hazina kubwa, lakini inapotea ovyo. Inapotea kwa sababu viongozi hawamwogopi mwenyezi Mungu. Juu ya hazina hizo, mbwa wao wanakula na kushiba na huwa watu hawapati chakula, nyumba zao zinavaa na watu huwa hawapati cha kuvaa, na hapana atakayewafaa watu kwenye hazina hizo za ardhi isipokuwa kiongozi mwaminifu mwenye maarifa. Ama mwaminifu tu, huwa hajui sehemu zipatikanazo hazina na ardhi na vipi hutumiwa na ama aliye na maarifa tu asemwa muaminifu hufanya hiana juu ya hazina hizo. Na Yusuf alikuwa na sifa za uaminifu na maarifa, kwa hiyo ndiye aliyefaa. Yusuf hakutaka kuwaacha viongozi wale mali za watu na kuona haya mbele ya haki, akamwambia mfalme, nifanye mimi msimamizi nifanye mimi msimamizi katika hazina ghala ya chakula, kwani mimi ni mwaminifu na mjuzi. Hivi ndivyo alivyokuwa Yusuf, akawa msimamizi wa hazina ya Misri. Watu wa Misri wakastarehe na wakamshukuru Mwenyezi Mungu. Kama alivyosema Yusuf, njaa kubwa ikatokea Misri na Sham. Watu wa Sham wakapata habari na Yakubu pia akasikia nchi ya Misri kuna mwenye huruma, mtu mkarimu mno mtu huyo, katika hazina ghala ya chakula. Ikawa watu wanakwenda kwa Yusuf na kuchukua chakula. Yakubu akawapeleka wanawe Misri na pesa walete chakula. Binyamin ndugu yake Yusuf akabaki na baba yake, kwani Yakub alikuwa akimpenda sana, hakuwa akipenda kuwa mbali naye, alikuwa akihofia kama vile alivyokuwa akimhofia Yusuf. Wale ndugu zake Yusuf wakaelekea kule kule aliko Yusuf bila ya kujua kuwa yule ndiye Yusuf waliomtia kisimani. Wao walidhani kuwa Yusuf amekwisha kufa na vipi asife? Naye alikuwa kisimani, alikuwa kisimani, na kisima kilikuwa msituni, msitu ulikuwa wa hatari, ilikuwa usiku, ilikuwa kiza. Wakaja ndugu zake Yusuf wakaingia kwake, akawatambua na wao hawakumtambua, kwamba yule ni Yusuf hawakumtambua, Yusuf hawajui, lakini Yusuf aliwatambua aliwajua Yusuf aliwatambua kwamba hawa ni wale waliomtupa kisimani na kuwa ndio wale waliotaka kumuua, lakini Mwenyezi Mungu alimuokoa Yusuf. Hakuwaambia chochote wala hakuwafedhehesha. Yusuf akawasemesha, akawaambia, ninyi mnatoka wapi? Wakasema Kanaani. Baba yenu ni nani nyinyi? Wakasema Yaqub ni isbin Ishaq bin Ibrahim, rehma na amani ziwe juu yao. Akasema nyinyi mnaye ndugu mwingine? Wakasema naam, tunaye ndugu jina lake ni Binyamin. Akasema kwa nini hakuja na nyinyi? Wakasema kwa sababu baba yetu hamwachi wala hapendi kuwa mbali naye. Akasema kwa sababu gani hamwachi? au ni mdogo sana? Wakasema hapana, lakini alikuwa na ndugu jina lake Yusuf. Basi mara moja alifuatana nasi, tukawa tumekwenda kushindana mbio, tukamwacha Yusuf kwenye mizigo yetu, akaliwa na mbwa mwitu. Yusuf akamtamani ndugu yake binyamin na mwenyezi mungu akataka kumfanyia mtihani yakubu mara ya pili yusuf akawaambia nduguze nileteni huyo ndugu nilete ni yenu kutoka kwa baba yenu hamtopata chakula hapa kama hamtomleta yusuf akaamuru pesa zao zikatiwa kwenye mizigo yao waliochukua kwa ajili ya kutilia chakula wakarejea kwa baba yao wakamhadithia habari ile, wakamwambia mpeleke pamoja na sisi ndugu yetu, la sivyo hivyo hatutapata heri kwa mheshimiwa. Wakamtaka Binyamin kwa Yakub, hakika sisi tutamlinda. Yakub akasema, sikuaminini kwa huyu isipokuwa kama nilivyokuaminini kwa kwa kaka yake hapo mwanzo. Mumesahau nyinyi kisa cha Yusuf? Mtamlinda Binyamin kama mlivyomlinda Yusuf? Allah ni mbora wa kulinda na yeye ni mwenye kurehemu zaidi kuliko wenye kurehemu. Wakaziona zile pesa zao katika mizigo yao, wakamwambia baba yao, kwa hakika yule mheshimiwa ni mtu mkarimu, ameturudishia pesa zetu, wala hakuchukua kwetu malipo. Mpeleke Binyamin pamoja nasi ili achukue haki yake pia. Yakub akamwambia sita mpeleka nanyi mpaka mumwahidi Mwenyezi Mungu kwamba mtamrudisha isipokuwa mtakaposhindwa. Wakamwahidi Mwenyezi Mungu. Yakub akasema, Mwenyezi Mungu ni dhamana tu yasemayo. Yakub akamwambia, akawaambia wanawe, enyi wanangu, msiingie kwa mlango mmoja tu, kila mmoja aingie kwa milango yake, ingieni kwa kupitia milango tofauti tofauti. Wakaingia ndugu wale kwa milango tofauti kama walivyoamrishwa na baba yao. Wakafika kwa Yusuf. Yusuf alifurahi sana alipomwona ndugu yake Binyamin. Akaenda naye nyumbani kwake. Yusuf akamwambia Binyamin, kwa hakika mimi ni ndugu yako Yusuf. Binyamin akapoa roho yake. Kwa hivyo baada ya muda mrefu akakutana tena na Binyamin. Akamkumbuka mama yake, baba yake na nyumba yao, akakumbuka utoto wake. Binyamin akabaki pamoja naye apate kumuona kila siku na akazungumza naye amuulize kuhusu nyumba yao. Lakini hayo kwa njia gani, na hali wale ndugu wamemwahidi Mwenyezi Mungu kumrejesha Vipi Yusuf ataweza kumbakisha Binyamin bila ya sababu? Watu watasema amemzuia kwake mkanaani huyu bila ya sababu, dhulma kubwa hii. Lakini Yusuf alikuwa na chombo cha thamani alikuwa akinywea. Basi akakitia chombo hiki katika mizigo ya Binyamin, kisha akatangaza mtangazaji kwamba nyinyi ni wezi wakageuka. Kwa mshangao, wale ndugu wakageuka, wale ndugu wakasema, tunatafuta nini? Tunatafuta chombo cha kunywa maji cha mfalme, na atakayekileta atapata motisha, mzigo wa ngamia mwenye ngano. Wakasema wale ndugu, kwa jina la Mwenyezi Mungu nyinyi mnajua kuwa hatukuja kuifisadi ardhi. Wakaambiwa, nini adhabu yake iwapo nyinyi mnasema uongo? Wakasema, adhabu yake atakayekutwa nacho ndiye awe malipo yake, awe mtumwa. Kile chombo kikatafutwa, kikapatikana katika mizigo ya Binyamini. Wakaona haya wale ndugu zake, lakini baadaye wakasema, bila haya ikiwa Binyamin ameiba, si ajabu, kwani ndugu yake Yusuf alikwisha iba hapo mwanzo. Yusuf akausikia vizuri uzushi huu. Yusuf akausikia uzushi huu, akanyamaza, hakukasirika. Yusuf alikuwa ni mkarimu na mpole. Wakasema, ewe mheshimiwa, kwa hakika huyu ana mzee mkongwe, basi mchukue mmoja wetu yoyote badala yake, hakika sisi tunakuomba ni kati ya watu wema. Akasema, audhu billah, haiwi kuchukua isipokuwa yule tuliyekuta mzigo wetu kwake, ama si hivyo, sisi tutakuwa madhalimu. Hivyo ndivyo Binyamin alivyobaki kwa Yusuf, na wakafurahi ndugu wale wawili Yusuf alikuwa pweke, Yusuf alikuwa mpweke tangu muda mrefu, hamuoni kati ya jamaa zake. Mwenyezi Mungu amempelekea Binyamin, basi asimzuie apate amuone na azungumze naye. Na je ni dhulma ndugu kukaa kwa kaka yake? Abadan, abadan. Wakababaika ndugu wale, vipi kwa baba yao? Wakafikiri nini, wakamueleze baba yao Jana walimdanganya kuhusu Yusuf na leo wamdanganye kuhusu Binyamin? Ama mkubwa wao alikataa kurejea kwa Yakubu, akamwambia ndugu zake, rudini kwa baba yenu, mumwambie ewe baba yetu, kwa hakika mwanao kaiba, na sisi hatukushuhudia ila kwa tulichokijua, na sisi hatukuwa walinzi wa ghaibu. Yakub aliposikia kisa hiki alijua kuwa Allah ana mkono wake katika mambo haya na kwamba Allah anamjaribu. Jana alipoteza Yusuf na leo amempoteza Binyamin. Allah hamkusanyii misiba miwili. Allah hampotezei watoto wote wawili. Allah hampotezei. Allah hampotezei watoto wawili kama Yusuf na Benyamin. Lazima kuna mkono wa Allah uliojificha katika mambo haya, lazima kuna hekima ya Allah iliyojificha katika haya. Allah hawachi kuwajaribu waja wake na kisha huwaneemesha na huwafurahisha. Na yule mtoto mkubwa alibaki Misri, vile vile alikataa kurudi Kanaan amkose na watatu pia na hali ameshawakosa wawili, hivi haitakuwa hapa. Akaingia moyo ya Yakub akasema, huenda Mwenyezi Mungu akaniletea wote, hakika yeye ni mjuzi mwenye hekima. Kwa vile Yakob ni binadamu, ana moyo wa binadamu, si jiwe. Akamkumbuka Yusuf kwa majonzi, huzuni yake ikarudi upya, akasema ah, maskini mwanangu Yusuf. Wanawe wakamlaumu wakamwambia, hutoacha kumtaja Yusuf mpaka utakufa. Akasema Yakob, mimi namshitakia Mwenyezi Mungu huzuni yangu na majonzi yangu, na ninatambua kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambayo nyinyi hamyajui.